Mpenzi um, mtazamaji na msikilizaji na mfuatiliaji wa Lufa Africa Media, karibu tena katika idhaa yetu ya Lufa Africa Media ambapo tunakuletea maswala mengi tu ya kukupegusha na kukuhamasisha wewe kama Mwafrika katika safari hizi za kujikomboa na safari ya kujitambua sisi kama Waafrika kijumla. Kwa hivyo leo tunazungumzia maswala fulani hapa linalohusu, eh, blood of, eh, Parliament of Blood kwa Kimombo ama kile ambacho kimekuwa ki endelea nchini Kenya swala la bunge kuwepo kuweza kumwagwa damu kwenye bunge e, swala lililotokea kwanzia Juni mwaka 2024 pale ambapo vijana wajenzi waliandamana kuweza kupinga mswada wa kifedha, na bila shaka maandamano haya yalizua maafa mengi, yalizua hisia ya tofauti tofauti na mpaka sasa ndipo pametokea tafiti mbalimbali na e, utafiti ama documentary mbalimbali ambazo zimechambua kisa hicho, na hisia zinazidi kuibuka, tukizidi kujiuliza nani alaumiwe na kipi kifanyike, nani afanyike nini? Kwa hivyo nikianza na wewe bwana Ezekiel Wabomba, una hisiji ama unaweza kusema nini kuhusiana na swala hili zima la vijana wa jenzi kuweza kuuawa kwa sababu ya kupigania haki yao pale katika maandamano ya mwaka 2024 mwanzo niseme pole kwa wote walioweza kuathirika kutokana na vurugu zilizotokea, hasa wakati wa ile bili ambayo ilikuwa ipitishwe kwa mwaka wa kifedha wa 2024 2025. Ni jambo ambalo linahuzunisha na ni jambo ambalo linafanya hasa sisi kama Wakenya akina sisi ambao mara nyingi hujiita wananchi mikononi mwa wenye nchi naona kwamba ni hali ambayo inatutia wasiwasi wasi, kwa, ki, kwa kiwango kikubwa sana. Uh, jambo la pili niseme kwamba uh, ilikuwa ni dosari kwa upande wa serikali sana kuweza kutumia njia ambayo waliweza kutumia kuhakikisha kwamba wamelishughulikia hili swala. Najua kwamba uh, nyumba uh, unapokuwa na tatizo katika nyumba yako, kwa mfano tuseme kuna panya katika nyumba yako, huwezi kua kuchoma nyumba. Na jambo ambalo serikali inaweza kufanya ni ilitubia waua wananchi naokuangamiza wananchi ambao waliokuwa wanapigania haki yao, ilikuwa ndilo suluhisho, bila kujua kwamba wananchi ndio nyumba. Huenda wale ambao wako katika ngazi za juu ama katika nafasi mbalimbali za uongozi wakahisi kwamba wao ndio nyumba, lakini waelewe kwamba nyumba ya nchi ama nyumba ya mahali popote pale ni mtu. Na hivyo wakati walikuwa wanawafanyia wananchi yale ambayo waliweza kuwafanyia, huko ndiko kuchoma nyumba, na wakati unachoma nyumba, basi utaweza kukosa makazi, na katika kukosa makazi kuna mengi ambayo yatakupata, hasa athari; siku zote zitakuwa hasi. Kwa hivyo kulingana nawe lawama zote zinaendea serikali ya nchi ya Kenya. Mm, ninaweza kuzungumza kuwili kwa sababu mwanzo lawama zinaiendea serikali ya nchi ya Kenya kwa sababu ilitumia njia isiyofaa kuwakabili wale ambao walikuwa wanaandamana. Na jambo la pili, wananchi pia kwa kiwango kingine wanastahili kuhukumiwa ama kulaumiwa kwa sababu kuna yale ambayo walikuwa wanajihusisha nayo, na wajua kwamba uh, polisi ameweza kupewa mafunzo ya kutunza mali pamoja na uhai wa binadamu. Vilevile ameambiwa kwamba ikiwa binadamu anaweza kuhatarisha maisha ya binadamu mwingine ama anaweza kuharibu mali, hivyo basi kuharibiwa kwa uzima wa yule binadamu kunaruhusiwa. Sijui, Uh, si, kijui kipengele uh, rasmi ambacho kinazungumzia hayo lakini najua kipo na ndio maana wakati uh, askari walikuwa wanakutana na hawa waandamanaji, unajua wakati yule uh, ambaye anaandamana anajihusisha tu na shughuli za labda kubeba mikono juu, matawi na mabango, kueleza kwamba hiki na kile hakijaweza kushughulikiwa vizuri, kwa mfano ile bili ambayo ilipelekwa kwenye bunge. Sidhani kwamba polisi ataweza kumpiga risasi ama kumhukumu ama kumuumiza kumu, ama kumu kwa njia yoyote ile, lakini wakati polisi anaona kwamba huyu mwananchi ambaye anaandamania haki yake anajaribu kuharibu mali, anajaribu kumtupia jiwe, pia huyu askari amepewa bunduki ili kujitunza mwanzo kama mali ya kwanza na kutunza mali nyingine pamoja na uzima wa watu wengine ama wananchi. Kwa hivyo anapoona kwamba hali yake inawekwa kwenye hatari, hali ya mali inawekwa kwenye hatari na vilevile uzima wa mtu mwingine unaweza kuwekwa kwenye hatari, napata kwamba naye pia atafanya kila ambacho anastahili kufanya. Na ndio ambayo wengi wa polisi waliweza kufanya wakati wa maandamano hayo. Kwa hivyo naweza vijana... kusema lawama ni kwa wote wa. Lakini vijana wengi sana waliuawa na kuumizwa bila hatia, unajua hivyo? Naam. Vijana wengi waliuawa na kuumizwa bila hatia. Naelewa na hata wakati nilipotazama ile video ndio maana nikatanguliza kwa kusema kwamba inahuzunisha na nikatuma pole kwao. Kuna wale ambao waliweza kuuawa kwa sababu kulikuwa na ule mtafaruku, hata polisi wengine walifanya hivyo kwa kutojua, wengine walifanya kwa kujua. Kwa hivyo uh, wale ambao walifanya kwa kujua na basi walaumiwe jinsi wanavyostahili kulaumiwa. Na wale ambao walifanya uh, tuseme kwa mfano, pasipo pasipokujua maana kwamba chochote kinapotokea ama mtafaruku wote unapotokea katika maisha, tunaweza kupata kwamba kuna wale ambao watanaswa ndani ya ule mtego mtego wanaswa, wanaswa waliokuwemo na wale wasiokuwemo. ndivyo unavyosema hmm. Na ndivyo yalivyo na ndivyo yalivyotokea, ndipo sasa tunazungumzia hali ambayo ni ya huzuni, lakini yote tisa kumi, sote wananchi na sote tu katika hali ya uh, tuseme ubinadamu na tunahisi kwamba ni hali ambayo haifurahishi kabisa na ni ya kutia wasiwasi, hasa sisi ambao tulibaki. Asante. mm -hmm. Haya, asante, wacha tummalize ama tumsikize bwana Kizito hapa. Pia bwana Kizito, tumeona kwamba yani, imepita muda mrefu tangu masuala hayo kutokea na ni yani, kama kulikuwa yani, tulikuwa tumesha songa mbele kama wananchi wa nchi ya Kenya lakini baada ya utafiti ule wa BBC basi hisia zimeweza kuibuka tena na watu wameanza kusema namna ambavyo kuna mengi mengine ambayo yalifichwa. Yani hapo mwanzo ilikuwa tufununu kwamba kuna watu waliumizwa na polisi walitumia nguvu kupita kiasi, lakini kuna mambo yamefichika kutokana na ile, ule utafiti ambao wameonyesha pale, yale makala waliotoa ya video. Bwana e, Kizito unahisije swala hili? ninazidi kutumiza labda nani analaumiwa na kipi kinafaa kufanyika? Ya shukrani sana kwanza kwa fursa hii ndalau. Hmm, pia mimi japo ni maoni yangu hmm. Nataka nitoe ilani kwamba sikua kwamba ni ukweli halisia, japo ni maoni ambayo yanaweza tumiwa ili kupata ukweli hmm. Jambo la kwanza ni kwamba katika ile bila ambayo ilikuwa inataka kupitia, bila shaka nadhani kwa mtu ambaye amesoma na kuelewa Kiingereza sababu nikiangalia baadhi ya vipengee ambavyo vilikuwa vimeko pale ni vipengee ambavyo bila shaka vilikuwa vinaenda kumuumiza huyu mwananchi, huyu mwananchi ambaye alimchagua kiongozi na kumweka kwenye mamlaka, na kwa sababu alikosa ule uaminifu, yule kiongozi ikabidi sasa tumwambie, wewe nadhani imetosha na imetosha kwa sababu uh, ukweli ni kwamba uh, kuna baadhi ya vipengee ambavyo nataka niangazie. Kwa mfano, kulikuwa na masuala ya pads, wameweka 16% VAT. Hmm. Kwa swala mbalo ni la, la, it is a natural thing. Isa akwamba sasa mpaka unatuzwa ushuru kwa sababu ya kwa sababu ya kwenda hivi. Ni jambo halileti, halileti mantiki katika maisha. Hmm. Halileti mantiki. Kwa hivyo, swala kama pads, uh, ni jambo ambalo nadhani kama serikali kwa sababu imepigania imepigania uketu wa mwanamke katika jamii imepigania nafasi ya mtoto wa kike katika jamii inafaa ipiganie pia kuwepo kwa masuala ya pads pasipo na kutozwa lolote na hilo ndilo jambo ambalo yule binti anaitwa Wafula alikuwa amebeba bendera akisema kwamba imetosha na imetosha. Kwa hivyo kuna sio kwamba wakipinga waki wakikataa ya kwamba yale matukio ambayo yalitokea, kwa mfano, wanapinga kuwepo kwa zile bills ambazo wanaona kwamba hizi bila shaka zinakwenda kutumiza, sio kwamba walikuwa hawajui kwa na walikuwa wanajua kwamba ni hili swala ambalo tukilivumilia tunaenda kuumia kwa miaka mingine kama saba. Ndio maana wakasema kwamba ni vizuri tulidhibiti katika kiwango uh, katika ile uh, hali ya hali ya uchanga. Ndio maana unaona kwamba hawa viongozi, kwa sababu ya wao ndio walileta hili tatizo, hakuwa na uelewa au kwa amepevuka kimawazo kujua kwamba hili tatizo sisi ndio tumeliumba, kwa hivyo tunaweza lidhibiti katika njia hii, japo kwa sababu wanajua kwamba wa unajua wale waliofanya historia wanasema kwamba if diplomats fails eh, then you now apply force. So wao walianza na force and then later now they wanted to, to deploy diplomats which is very ironical. oh. mm -hmm. the manner tunasema katika Kiingereza, first things first, things first. Kwa hivyo kile ambacho walipaswa kufanya ni kuweza kuelimisha umma kuhusu uh, ile, ile bili ambayo walikuwa wamefanya nini wameiratibu wame kwa mwaka wa 2024 2025. Laiti umma ungelielewa, pasingekuwa na tatizo, lakini kwa sababu wao walianza na force badala ya diplomasia, ndio tukawa na hizi changamoto zote. Nimesikia mwenzangu akisema kwamba kuna baadhi ya vijana ambao walipigwa kutokana na kule kutu, uh, labda kuvunja mali, naam, kutokana kutu, na utundu. Najue usichokijua ni giza, na ukweli ni kwamba kuna huyu kijana ambaye nilimwona na bendera bendera bendera yake ameshika, anasema yeye anataka amani Kenya, lakini unamwona yule, yule, wale askari wakimbeba na kumtupa kwenye gari kama gunia la, la, la mahindi. Kwa hivyo sioni pale kama kulikuwa na utundu, utu, utu, utu, utu, utovu wa nidhamu wala utumbi wowote. Kwa hivyo hii inamaanisha kwamba hao watu walipotoka walipotoka walikuwa na lengo na azma moja, shoot to kill. Ndio maana umeona huyu afisa ambaye anatamba kwenye mitandao akiwaamrisha wenzake kill, kill, kill. Kwa hivyo ina maana kwamba hao watu akili zao zimejazwa sumu ya vifo. Ni watu ambao hawana akili za huruma, hawana akili za utu, hawana akili, kwa sababu laiti pia wao wangelijua kwamba uh, wangelijua ile hatari ambayo ilikuweko katika, katika, katika ile bill, sidhani kama wangelipigana, kwa sababu watu hao ni wazazi wasio na uelewa. Unajua wao wanaua kwa sababu gani? Labda serikali inafanya kila kitu, wanaishi katika nyumba za serikali. Uh, labda ile misaada ambayo inatoka kule kule kule kule, uh, katika nchi zilizopiga hatua, zikija zinapitia kule kwenye kambi zao, wanapewa wao pasipo na gharama, alafu baada baada ya zile kusalia, kwa sababu mtu amepewa binafsi akaende kupeana. Unaona, sasa anaifanya hiyo biashara, ndio maana kulikuwa na tatizo kubwa. Lakini uh, yote tisa, tuseme kwamba uh, maji yameshamwagika na tayari tumeyavulia nguo, so, kilichosalia ni kuweza kukoga, na tutakoga vipi? Aidha, tuendelee kupigana au ama tulete amani na kujenga mustakabali wa nchi kwa sababu ya vizazi ambavyo vinakuja. Hmm. Na bila shaka bila shaka. Kwa hivyo nashukuru sana, maelezo yako yakini kabisa. Na labda kama kabla tutam, tutamatishe makala yetu, wajua kuna kuna masuala nimekuwa naangalia pale, kuna polisi ama washikadoria ambao walihusika katika mauaji hayo na bila shaka, pengine kulikuwa na hapo mwanzo tu kuwa na uhakika ama watu wengi hawakujua ni nani alifanya nini, lakini kutokana na ile, yale makala ya, ya BBC ile documentary, basi kuna wale ambao wamenaswa vizuri, wameonekana wame, vizuri wamefanyiwa utafiti mpaka tukajua ni huyu na, huyu, na huyu na ukiangalia, bila shaka hawa watu wote, yule alikuwa anapiga kelele, wengine wengi tu kadha wa kadha maisha hayo sasa hivi yako huru kabisa baada ya kufanya mauaji hayo. Wazazi wa vijana hao wakalia, kila mtu akaomboleza. Wao wengi wao wako huru kabisa, na hakuna kile ambacho kinamfanyikia, na hakuna yule ambaye amewachukulia hatua yoyote. Bwana Wabombo, unaisije kuhusiana na hilo? Ah, ahisi kwamba si vyema hasa kumuona kwamba yule ambaye anastahili wa tuseme kwa mfano gerezani, maana anasema katika Biblia tunaita dhambi na katika, uh, sajili ya mahakama ama kotini tutaita makosa na hmm. tutayaita makosa. Yule ambaye ameweza kufanya makosa anastahili kuwa gerezani ili aweze kuhukumiwa kutokana na makosa ambayo amefanya, na huenda wananchi hawakuwa wameona, na hata serikali yenyewe labda haikuwa imeona hatuwezi uh, kusema kwamba walikuwa wameona mwanzo na wasije kufanya lolote. Hmm. Kwa hivyo kwa sasa, kila mmoja ameona na kila mwananchi ameshuhudia kwamba ni haya yaliyoweza kutokea na ni huyu fulani ambaye alikuwa anasisitiza kwamba mauaji yafanyike na mambo ambayo si mazuri yaweze kuwafanyikia wale ambao walikuwa wanaandamania, si eti kwamba wanaandamania kile kisicho chao, ni kile kilicho chao, haki yao. Kwa hivyo hao watu, kivyangu, mimi nahisi ajua inaweza kutumika popote pale kusema kwamba labda ninasema wafanyiwe nini ama nini, lakini si wameonekana wakiyafanya yale ambayo ni makosa? Kwani sheria inasema nini kuhusu yule ambaye amekosa? Kwa hivyo wachukuliwe wa hatua na wazingatie wasije wakamchuja yeyote kulingana na ngazi ambayo ameweza kuishikilia katika jamii. Maana si mara moja tumeona hata katiba pamoja na sheria zingine katika nchi ya Kenya inaweza kukosa labda hakikisho rasmi la kuonyesha kwamba kuna sehemu ambazo ama kuna wakati ambao sheria imeweza kugeuzwa kiasi cha kwamba wale ambao ni wananchi wasio katika ngazi yoyote katika jamii ama ngazi za chini wanapojipata katika matatizo fulani ama makosa, wanachukulia hatua kwa haraka, lakini wale ambao wakati wako katika ngazi za juu wameweza kuwekwa, kufunikwa na pazia ya sheria kiasi cha kwamba inaonekana sasa tumegawika kwamba hii sheria ni ya hawa na wale lakini sisi wote na hata wale ambao waliweza kuiunda katiba kwa wanasema kwamba sheria ni kama msumeno wa ukata mbele na nyuma, kwani hamna yeyote ambaye yuko juu ya sheria. Kwa hivyo, na hawa watu wakaweze kuchukuliwa hatua ambayo inastahili, na nchi hii ama na serikali ya nchi hii ya Kenya, maana tunazungumzia mambo ya Kenya na yamewaathiri wa Kenya. Kwa hivyo, waweze kushughulikiwa kwa njia ambayo itahakikisha kwamba si sote, kama wananchi tumeweza kuona kwamba Haya basi, serikali yetu imeweza kulifanya lile ambalo inastahili kulifanya kwa kuzingatia sheria ambayo ipo kuweza kutumika katika serikali hii yenyewe ama nchi yenyewe ya Kenya. Asante, asante sana. Lakini sasa, wajua, tatizo jingine ni kwamba huenda Dami, huenda taasisi ama wale ambao wanafaa kuchukua hatua ya kukabiliana na polisi hawa ama wahusika hawa wa mauaji, huenda wao wao hao wao wow. Ndio waliwatuma kufanya hivyo, waliwatuma kwamba mkifika pale hakikisha vijana wameona moto. Sasa nani atachukua hatua iwapo e, yeah, fisi atakuwa hakimu kwenye kesi ya sungura? Kwa hivyo bwana Kizito, unahisi je, tatizo liko wapi? Najua akizungumza mwenzangu pale nimesikia, hmm. sauti ya profesa Mwenza toa yetuwa... Professor Patrick Otieno wa Kisubumba. Hmm, ikilia wakati mmoja katika bunge ikisema kwamba the law knows no cure, mm-hmm, haimanisha kwamba kwa sababu wale waliotekeleza haya ma maovu wako pale juu, inamaanisha ya kwamba ha hawana uwezo wa kuchukuliwa sheria au kuchukuliwa hatua. Unajua ya kwamba kuna kuna kuna mashirika mbalimbali mbali, kama vile human rights human rights wanaweza ingilia pale wakashughulikia hili swala kuna umoja wa Afrika Mashariki wako pale pia. Kuna Umoja wa Mataifa uko pale, na nadhani wakitizama video hizi hmm. uh, nadhani wanastahili kufagia hao watu wote kuanzia pale kwenye mamlaka mpaka huku, kwa sababu hao ni watu ambao ni watu wamejawa na kasumba ya ubinafsi, ni watu ambao wamejawa na kasumba ambayo, na, na dhana za tamaa, wanaongozwa na tamaa kwa sababu Uh, ile bili ambayo walitengeneza bila shaka ilikuwa imenuiwa kuwanufaisha wao, na hivi, hivi, hivi karibuni, najua mimi sio mtabiri ama sio nabii, lakini najua e citizen, hivi karibuni hivi karibuni inaenda kuleta tatizo. Kwa sababu gani? Bado wale fisi waliotengeneza wali, wali, wali ile, ile, ile bili bado wako pale pale, kwa hivyo ina maana ya kwamba wakenya tumezinduka, tume tumeona ya kwamba tumeanza kuathirika katika njia moja au nyingine, kwa hivyo hiyo uh, italeta tatizo na jambo jingine ni kwamba nadhani hii katiba yetu, nadhani katiba hii kwanza irejelewe upya, iandiko upya, na iandiko katika lugha tunayoielewa sisi, kwa sababu imeandikwa katika lugha ya kigeni. Labda huenda wameongezea vipengee na misamiati ambayo wakenya hatuelewi. Ikiandikwa e, katika lugha yetu tukaisoma sisi wenyewe na tukaihariri na pia kuikariri, ina maana ya kwamba kile ambacho kimeandikwa pale lazima kifuatiliwe moja kwa moja na kitekelezwe jinsi inavyostahili. Kinyume chake ni kwamba napata kwamba katiba yetu tunaisoma wakati tumelewa, tunaisoma tukiwa tumelewa, pasipo kuelewa, jambo ambalo linaleta tatizo na, na, na purugushani katika taifa. Kwa hivyo Ah, mimi nasema hivi kama alivyosema Profesa Mwenza ya kwamba the law knows no. Hawa watu tunawajua, tunajua wanakuishi, tunajua mpaka wanakufanya kazi. Bila shaka wale ambao walitiwa mbaroni kwa sababu walionekana kuwa watundu, kwa sababu walionekana wamebeba bendera ndogo za taifa kuonyesha umoja wa taifa lao, na wakati wakatiwa mbaroni, ina maana kwamba watu hawa waachiliwe. Wale ambao wanastahili kuketi katika nafasi hizo tunawajua, mbona wasijaze zile nafasi? Naam, bila shaka? Naam. Eh, wanakwambia kwamba hakuna yeyote ambaye ako juu ya sheria yani, sheria ni kubwa kuliko kila mmoja, na yeyote ambaye anakiuka sheria, basi ana haki anafaa stahili kutendewa haki kwa kupitia katika sheria hiyo. Kwa hivyo asante sana mtazamaji wetu kwa kuweza kufuatilia. Unaweza kutujuza wewe unahisi vipi kuhusiana na swala hili eh, zima na tuzidi ku kujifundisha na kuhakikisha kwamba tunabadilisha mienendo yetu ili kuhakikisha kwamba tunasonga mbele kama jamii ya nchi yetu ya Kenya na Afrika kijumla, ili tuweze kuwa watu wenye manufaa na watu wenye kutumia fikra kwa njia nzuri zaidi. Asante kwa kufuatilia makala haya, mimi ni nimekuwa mwelekezi Levi wa Opundi, nimekuwa na wageni wangu Ezekiel wabomba na Kizito Ouma. Zidi kufuatilia, hakikisha una subscribe na tuzidi kusonga mbele pamoja. Bye bye. Na bila shaka pia aweze kuweka maoni yake pale chini. Mm, pia tuweze kuona kujua ambaye yeye pia anahisi zipi kuzu swala hili. Bila shaka. Namasa